Tumsifu Yesu Kristo, ndugu mpendwa mtazamaji wa TV yetu kipendwa Kipalapala seminari online TV, karibu katika hija. Na ikiwa katika siku ya leo tarehe kumi na nane mwezi wa kumi tumekusanyika hapa pa hija Ifucha katika jimbo kuu Katoliki la Tabora. Basi ndugu mpendwa mtazamaji, na hapa niko na mwanafunzi mseminari mdogo ambaye anasoma katika seminari ya Itaga basi nitamwomba huyu ndugu ajitambulishe. Tumsifu Yesu Kristo. <laughs> kwa majina unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Godfrey Joseph Ruamba, ni mseminari mdogo wa seminari ndogo ya Mtakatifu Karoli Boromeo, jimbo kuu la Katoliki la Tabora. Nasoma kidato cha nne. Unatokea parokia gani? Parokia ya Cheo. Okay, sawa sawa. Basi labda katika hija hii takatifu ambayo tumekusanyika hapa, sisi kama waseminari walelewa, wewe binafsi au pamoja na wenzako mliokuja kujumuika hapa, pengine unaweza kutueleza kidogo, mmejiandaaje katika hija hii takatifu katika mwaka huu mtakatifu, nyinyi kama maujaji katika matumaini? Karibu. Sisi kama waseminari wadogo tumejiandaa vyema kuja kwenye hija hii katoliki, kwenye hija hii takatifu kwa sababu huu ni mwaka mtakatifu. Kwa hiyo tumejiandaa vyema katika hija hii. Kwa maandalizi ya kimwili, tumejiandaa vyema kushiriki kikamilifu katika mambo yote yatakayotupasa kushiriki katika hija hii, na kwa maandalizi ya kiroho, tumejiandaa kufanya mambo mbalimbali, mfano maungamo, njia ya msalaba na mengineyo ya mambo ya kiroho. Basi ndugu mpendwa mseminari, ni kushukuru sana kwa kushiriki. Basi nakutakia ushiriki mwema wa hii hija takatifu. Asante sana, asante pia. Tumsifu Yesu Kristo, Frate Nila. Amina. Frate, habari? Salama. Basi labda kwa kuanza, labda ningependa waweze kujitambulisha ili basi, ndugu zetu wanaofuatilia channel yetu pendwa Kipalapala Seminari Online Tv, waweze kukufahamu. Um, karibu. Kwa majina mimi ni Frateli Alois Kanyele wa Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Na ni mwanafunzi wa upadri katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala mwaka wa nne. Nashukuru Frateri Kanyere, basi tungependa uwashirikishe ndugu zetu ambao wanatufuatilia kupitia chaneli yetu moja kwa moja mtandaoni, basi pengine wangependa kufahamu katika tukio hili kubwa la Hija Takatifu hapa Pahija Ifucha, wewe binafsi tukio la leo lina mchango gani au linachukua nafasi gani katika maisha yako kama Mkristo kama mseminari kuelekea katika eh, wito huu mtakatifu. Karibu. Asante sana frateli kwa swali zuri. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai na wito, lakini kwa namna ya pekee katika mwaka huu mtakatifu mwaka wa Hija, ambapo katika kauli mbiu ya mwaka huu ni jubilei ishirini na tano maujaji katika matumaini, na mimi nikiwa mmojawapo washiriki katika mwaka huu wa ija pekee ambayo na ishirini na kushiriki hapa katika kituo chetu cha ija ca. Kwanza kabisa, mwanzilishi wa hichi kituo Baba Askofu Mkuu Luzoka, lengo kubwa lilikuja, lilikuwa ni kuandaa hiki kituo kwa ajili ya kuja hapa waamini kutuliza moyo Ifu Changolo, kutuliza moyo kuja hapa kusali na kutoa maombi yao mbalimbali. Lakini katika mwaka huu mimi kama mseminari ambaye najiandaa kuwa padri, basi nanigusa sana, kwa sababu ni sehemu ya kutafakari maisha ya kiroho katika kuendea huo wito mtakatifu, kujiandaa vizuri kwa ajili ya kuwaadhimisha mafumbo matakatifu na kuwapeleka watu kwa Mungu. Kwa hiyo nafasi adhimu kabisa, ni ya nafasi ya pekee ambayo napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu na waandaaji kwa ujumla kwa kutupa hii siku mahususi kabisa kwa seminari. Waseminari waseminari wa wadogo waseminari wakubwa walelewa wa utawa, wanovisi wote tumekutanika hapa katika kusali kwayo, namshukuru Mungu na katika safari hii kweli ita itakuwa faida sana kwangu basi frate, nikushukuru sana nami na naomba nikutakie hija njema na mafanikio mema ya kimwili na kiroho. Asante sana frateli. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina.